Safi Wanaarusha, mmefurahi? Asante sana, Mheshimiwa Naibu Waziri Mkuu, na waziri wetu wa nishati Dokta Doto Biteko, rafiki yangu nakamaona, nkataa mkuu nikatalia hapa, lakini mimi najua rafiki yangu ndugu, viongozi walioko hapa natambua kuwepo kwa mkuu wetu wa mkoa, ndugu yangu na rafiki yangu, na kama alivyoeleza, ambaye tumeshirikiana sana wakati nikiwa mkuu wa mkoa Tabora, ndugu yangu Christian Paul Makonda, mtu naye mheshimu sana na ninatambua kuwepo kwa viongozi wetu hapa, Mheshimiwa mzee Sabaya, comrade katibu tawala, na watambua wako hapa Mheshimiwa Gambo yeye yeah, anatoka kule kwangu nilikokuwa kwa Tabora. Mheshimiwa mbunge Mungu anawapenda sana Arusha, anaano atajakwa majembe. Mheshimiwa Mgude, mheshimiwa naibu waziri mkuu, amefanya kazi kubwa sana katika wilaya ya Kishapu. Mimi naizungumza hapa, ni mjumbe wa bodi ya pamba Tanzania na balozi wa pamba Tanzania, nataka nikuthibitishie mkuu kazi ambayo alifanya mkude kule Kishapu ni kazi iliyoonyesha utumishi wa kutukuka, na leo tunaposikia kwamba yuko katika mkoa huu na katika wilaya hii tuna matumaini makubwa sana. Lakini natambua viongozi wa aina mbalimbali walioko hapa, wengi tu walioko hapa, viongozi wangu wa Chama cha Mapinduzi, viongozi wa serikali walioko hapa, kwa kweli itifaki imezingatiwa. Kama nimeacha kutaja mtu hapa, ni kwa sababu tu ya muda lakini kwa namna ya kipekee kutakuwa viongozi wetu wa serikali na pamoja na wananchi wote walioko hapa katika wilaya yetu na jiji letu la Arusha, mkuu. Mambo mengi yamezungumzwa hapa. Neno la Mungu linasema shukuruni kwa kila jambo. Mimi siku hizi pia mwingilisi, na kama mtu ananiona mshamba mshamba, mimi ushamba nautafuta kwa hamu eh Namuhubiri Bwana Yesu, kama nikienda kule mbinguni kwa Bwana mkuu, mbele kwenda siku moja, alikuja naibu waziri mkuu, wakaniona mimi mshamba kwa ajili yako na baba pita huku na kwenda zao, ni jambo la kumshukuru Mungu sana sana. Lakini kilichonishangaza sana mheshimiwa Biteko, dokta na waziri wetu ambaye tunajivunia, naibu waziri mkuu, ni jinsi hii habari ilivyokuja mimi nilikuwa nimekaa msaafu kule kijijini. Kijana mmoja afusi ya mkuu wa mkoa akapiga simu. Akanambia bwana, uko wapi? Anikaambia niambie kwanza unachotaka kusema. Akasema wewe, niambie ulipo. Nikamwambia niko sifa. Akanambia unatakiwa kesho asubuhi. Na ni jana. Uje hapa ukutane na mheshimiwa naibu waziri mkuu kwa ajili ya jambo ile ambalo mheshimiwa mkuu wa mkoa ameeleza hapo. Nikasikia nywele ile zimenisimama. Nikasema bwana, naahirisha mambo yenu yote na kwenda kutii wito wa mheshimiwa mkuu wa mkoa, na nimemsikia nabtamea akizungumza hapa, kuja kufanya na kusikiliza hicho mnachosema mkuu. Mi nimekuja huyo hapa, nitika wito. Ukiniita hapa, mi ni nani nikukatalie? Lakini niseme tu, Arusha, jambo hili ambalo nazungumza na mazingira, sina haja ya kutoa hotuba ndefu. Ni jambo ambalo tulifanya sisi wote. Ni jambo ambalo hao wananchi walioko mbele yako, mheshimiwa na naibu waziri mkuu, walishiriki. Hapa kiongozi wetu sisi alikuwa mkuu wa mkoa, Daniel Ole Njoolay. Ndiye alikuwa mkuu wetu wa mkoa hapa. Ndiye alitusimamia na kuelekeza tufanye kazi hii. Hapa palikuwa kuna wakuu wa wilaya hapa. Ukienda mto Naura, ukienda hapa Temi ukienda Ngarinaro. Okay, waliopanda miti ile ni wakuu wa wilaya, mkoa mzima wa Tabora. palikuwa kwa hapa mbunge Felix Mgema. hapa palikuwako na baraza la madiwani, hawa walio kwa hapa, wengine mpaka sasa hivi ni madiwani. Walikuja hapa tukafanya kazi ya kupanda hapa. aliyekuwako hapa, municipal director mama Asunta Ndimbo, yeye ye ndiye aliyekuwa anasimamia mambo mabaya akaja hapa Rafael Kunda Mbuda, akafanya kazi nzuri. Marehemu Wilson Kabwe alifanya kazi nzuri hapa. Mzee Abdala Makongoro, Mwenyezi Mungu amlaze mahali pema peponi, alipema alizuma alikizumamia na kuratibu kazi hii. Comrade Rama, kama mnakumbuka, alifanya kazi kubwa ya kutangaza kwenda misikitini, makanisani, wakiwa na Mzee Makongoro. Wote hawa tumefanya kazi hili. Kwa hiyo mii nikiitwa hapa nikaambia hili jambo hili hapa, mimi siwezi kusema nikaling'ang'ane mla kwangu tu. Hawa wananchi walioko mbele yako mheshimiwa, wamefanya kazi kubwa, taasisi mbalimbali, natamka hapa kabisa kabisa, walisimame imara katika jambo hili, na mabenki mingine, taasisi za kidini zimefanya kazi hii wote kabisa katika umoja tu, vyama vya siasa vikiongozwa na chama cha tu Mapinduzi, tumepanga miti hapa, tulipanga miti hapa, ilikuwa vurugu mechi hapa. Tunakwenda palikaa hapa, pakanyoshwa hapa, utafikiri pamepigwa pe pasi. Tulifuata sheria ndogo ndogo za manispaa wakati ilikuwa inaitwa manispaa, leo juzi hapa panaitwa Jiniva ya Afrika. Tukafanya hiyo kazi right. Hao wananchi wote wamefanya kazi hiyo, vikundi vya hamasa, wandishi wa habari wote walishiriki, mkuu. Mimi nikisimama hapa na nikaambia hili jambo tunalosema hapa, mnachoweza kusema sifa na utukufu vimrudie Mwenyezi Mungu na kupitia kwa Mwenyezi Mungu viwarudie hawa wote no, unaoona mbele yako

wanakimbiga nzeka wanakuja Igunga wanabana bale <laughs> nikawanba amma, mrudi kwa Makonda au msonge mbele mwelekee Kigoma, anakua na kanali kule. Nikasema hawa wote chota, sukuma ndani, wote sasa <laughs> <laughs> leo niwezuuza habari ya kupanda miti hapa mwezhimua ushauri wangu wewe pengine mini ziakakuuzahapa hapa

wamesifiwa sana hapa. Wanafanya kazi nzuri lakini naomba mkuu, miti inapokatwa, kwa sababu taasisi iko directly kwako, basi tupite pale tukasema, jamani, kwa sababu ya usalama wetu, kwa maana watoto wanaweza kukamata tanya yao na ya turatibu huu utaratibu wa kwa sababu mwananchi akishapana mti hajui tena cha hatari zinazo tukabidi akiona miti inakatwa, naona ah, sasa, so hii kazi tunafanya hapa kumbe haina maana. Hao unaoona mbele yako Mheshimiwa Waziri Mkuu na mheshimiwa Makonda hapa, hawa unaoona mbele yako hapo ni wafugaji na wakulima. Kwa hiyo kuna haja ya kudhibiti pia mifugo isi ikafanya uharibifu katika miti ambayo tunaipanda hapa, kwa sababu vyote tunakona unatumia matumizi bora ya ardhi. Hapa ni kwa ajili ya wafugaji, hapa ni kwa ajili ya wakulima, hapa ni kwa ajili ya taasisi, hapa ni kwa ajili ya serikali na kadhalika hatuwezi tu tukajiendendee hizi na nini. Tunaitwa Geneva ya Afrika, Geneva, Geneva, Geneva, lakini kangalia, hatufanani na Geneva yenyewe. Tukamaliza kazi hiyo, lakini mwisho tuwe na vitalu. Serikali inaagiza kwamba kila halmashauri ipande miche ipatayo milioni moja na laki tano. Mkuu, mimi nimekuwa na Tabora, wewe ulikuwa kwa bara bwana. Kazi ile imefanyika pale, mtu anakusomea, mheshimiwa mkuu wa tunaomba kuwaeleza kwamba safari hii tumepanda miche ipatao laki mbili. Mambo miche laki mbili, hapa hata kuku watajua kuna miche laki mbili. Nakuomba uchunguze vizuri takwimu zinazotolewa katika halmashauri zetu, ni za kweli hata robo <laughs> na mheshimiwa Makonda waite wee mzee Alhasan <laughs> mwenye alioea mwongo Muongoze, akikudanganya mwambie sawa. Ndio mi nikaenda pale Sikonge siku, siku moja kasoma taarifa kama saa twendi. Tumefika mahali, nawambile miti iliozea mmepanda mia tano, nataka niuni. Tunafika kitalo hakuna na uliza, kiko hapa, anasema kiko hapa hapa, utafikiri kinakupwa. Nikakotaleti sukuma ndani na kwenda pale, na kwenda pale, hakuna kitalo. Na mkuna baba mmoja Kinyamwezi, <laughs> mama, mbrisho kapa na mama. Mama, eti bai kuona hapa, kitalo. Sasa kitalo kama kulikuwa kuna miti mia tano kiondolewa, utaona vitako vyake vimebaki mime pale. Sioni. Atatu baba nimelima mahindi hapa miaka kumi, sijawahi kuona kitalo hapa. Nikamsimamisha kazi. Oh, uwezi kumsimamisha ninasema hana hata. Uwe nenda nganya. E, kwa hiyo kuna haja kuangalia hizi takwimu zinazotolewa mkuu, zikaangaliwa. Mwisho kutumia sheria ndogo ndogo. Na, tukaendelea baada ya hapo nikaondoka zangu zangu, hapa Arusha nikaenda Siha, tukapanda miti. Ukenda pale hospitali ya Kibongoto, ukiangalia miti iliyopandwa pale inabeba hivi. Sokoine University of Agriculture ndio waliotusaidia sana katika upandaji wa miti, na idara yetu hii inahusika na mambo ya maliasili na nini, wakatusaidia wakina profesa na watu wengine. Tukahamisha ile jambo, tukapeleka Tabora. Pale tumekaa pale, ilikuwa hapa kuna watu wa business. Nenda pale Tabora ndio tukuta wazee kazi pale Tabora, ndio tukuta wazee, kazi, lakini wanyamwezi wale na waheshimu mkuu, tumefika mahali panaitwa Toronto. Sasa hivi tunazungumza, Tabora wanakaa kwenye kivuli, wanakula vizuri. Tulifanya nini? Sheria ndogo ndogo. Tulifanya nini? Tulitumia taasisi, shule za msingi, watoto kila mtu alikuwa na mti wake, watu walikuwa na miti miwili miwili pale Tabora. Na ukienda mheshimiwa Biteko, kwa maana kule ndipo unakotokea utaona kazi nzuri ambayo umefanya. Rais Barack Obama amewahi kusema Ordinary people can do some extraordinary things. Oi, watu wa kawaida kabisa hao unaoona mbele yako wanaweza wakafanya mambo ya ajabu sana. your potential now. Tukiwa pale Mheshimiwa Rais akaja pale aka head workshop pale, semina ikafanyika pale ya siku tatu mfululizo, na pakatoka pale bustani. Niliona Mama Samia Suluhu Hassan kwa heshima yake akiwa makamu wa Rais na wakati huo Januari Makamba ndiye alikuwa waziri wa nchi katika ili eneo. Ninakuomba baba, utakapofika ukimkuta rais, mwambie sii tu kwamba tunamtambua kama rais wetu sisi si, tunamuga mkono katika jitihada zake za kuleta maendeleo, especially katika eneo hili la mazingira. Ngo, nakuomba useme yes. Hizo usalamu. Mama yule amekuwa neema na baraka kwa Watanzania. Yule ndiye esa wetu. Tumunga mkono Mama Samia Suluhu Hassan, rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na amiri jeshi mkuu, kwa kazi nzuri anayofanya katika kuhifadhi mazingira. Oyoyoyo Arusha, nawapenda. Mungu awabariki, mwendelee kuniombea kwa Mungu ndiye hey, hey, mpaji wetu. Asanteni kwa kumsikia mkuu wetu mku wa mkoa mstaafu na hotuba yake ichukuliwe kama maelekezo ya kampeni ya upandaji wa miti katika mkoa wetu wa Arusha, na sisi tuje tukumbukwe siku moja kwa kazi njema nzuri.